Kitambi sio urithi, ni matokeo ya mtindo wa maisha ambayo umeamua kuyaishi. Kama unataka tumbo lako lipotee ndani ya siku kumi, basi zingatia mazoezi haya kila siku na hakikisha unafanya asubuhi na jioni. Mazoezi haya yatakusaidia kuimarisha uh, uchomaji wa mafuta mabaya na nyama uzembe ndani ya mwili wako. Yatakusaidia kuondoa kitambi na nyama uzembe, yatakusaidia kuondoa nyama za mgongoni na mapaja ambazo zinakufanya upoteze umbo lako la uhalisia, lakini yatakinga dhidi ya magonjwa kama magonjwa ya moyo, presha, kwa sababu utakuwa na insulin inayofanya kazi vizuri, ambapo mwili wako hautoweza kutunza mafuta ya ziada wala sukari ya ziada ndani ya mwili. Lakini pia haya mazoezi yatasaidia ngozi yako iweze kugrow kwa sababu Unapofanya mazoezi sumu zinatoka mwilini na uchafu unatoka, hivyo ngozi yako inaweza kuwa sawa na mwonekano mzuri. Kwa hiyo hakikisha unafanya mazoezi haya. Ili kupata mafunzo yetu ya kila siku, mafunzo ya lishe ambayo yatakusaidia kuondoa uzito mkubwa, kitambi na nyama uzembe, na lishe ambazo utaweza kutumia nyumbani na kuziandaa mwenyewe tumekuandalia mwongozo wa lishe ambao utaupata kwa shilingi elfu kumi na ili kuweza kuupata, hakikisha una nitafuta WhatsApp kwa namba inayoonekana hapa, au komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.